Kama ushe kutana na mtu anakuambia nataka kukutumia hela, lakini inabidi wewe ndo mtu umpe hela aweze kukutumia hela, jua kwamba huyo ni tapeli yanijua kwamba hapo hapo nataka kuibiwa. Na hii nadhani nadhani hii itagusa sana wadada, kama ni kuna mdada unanisikiliza, au kama uko nataka ku verify kama huyo mtu aliyeku tumia pesa ni ni, ni, ni, ni kweli au. Nina uhakika kwamba unatazama hii video ni aidha, kuna mtu amekutana na mtu mtandaoni anakuambia kwamba ana kiasi cha pesa anataka kutumie, lakini paka hicho kiasi cha pesa kukutumia inabidi kwanza wewe umtumie hela ya, yani, does it make any sense Make any sense. Kabisa kabisa. So leo nitaenda kuzungumzia hili swala ambalo nadhani limewakuta wadada wengi sana. Nasema wadada kwasab, ni kwa sababu wadada wengi ndo wanaonitafuta. Kwa wale wasiofahamu, nishawahi kufanyaga video nikielekeza ni namna ni, ni gani mtu anaweza kupokea pesa kutokea ughaibuni ambapo niliongelea njia njia mbalimbali kama Western Union, PayPal au WorldRemit njia tofauti tofauti. Kwa hiyo naweza kusema ndo maana huwa napokea simu nyingi sana watu wakiniuliza maswali, bana kuna hivi na hivi na hivi. Actually kwenye hizo video nimeacha namba yangu ambapo watu wengi wananipigia simu kuniuliza vitu mbalimbali watakapokuwa hawajaelewa. Sasa kilicho nifanye nifanye video ni kwa sababu hapa juzi bana kuna sista moja amenicheki akaniambia, bana nataka kupokea hela kutokea wapi? Aliniambia kutokea kutokea UK akutokea yeah, UK okay. Kamwambia akananiuliza akana, sababu wengi wakiniulizaga si sehemu nyingi ambazo nikipokea mtu anakuuliza bana

huyu mtu anaweza ni tapeli, alikuja akaniambia kwamba ameniambia kwamba nimtumie pesa pesa, ameniambia kwamba niende airport nikalipie pesa hiyo hiyo pesa, pesa. Ka, ka, ka, ka i yani, kama nikamuliza, ni kiasi gani? Akaniambia dola elfu ishirini dola elfu ishirini yani almost hapo kama milioni hamsini. Wakati mwingine tuweni makini sana, kuna viashiria vidogo vidogo tu ambavyo mtu kiviona, unajua biso kwamba hapa hapa hakuna ukweli wowote imagine, makutana na mtu mtandaoni akujui umjui anataka kutumia milioni hamsini. Wakati mwingine sa tunataka hela za haraka, lakini wakati mwingine jaribu kuangalia kwamba mtu yupo, yupo UK afu anakwambia bana, nataka kutumia milioni hamsini kucheza kitu chochote, fanya kitu chochote, anakwambia tu milioni hamsini just from nowhere. Nawe pia unaweza kuhangaika kama kutafuta njia gani ya kuweza kupokea pesa. Sasa ndo maana msista kanicheki bwana yupo mtu UK anataka kunitumia milioni 50. Mimi hivi vitu milioni 50 nikajua mm, pesa, the only option ya kupokea pesa ni kwa kutumia mitandao ya World Remit na nini, ni mizuri sana ukiwa kwa nchi za UK, kwa bara la Ulaya na Marekani na sasa kabla hajaniambia kiwango cha pesa aliniuliza, ali, ali, ali, ali pia kwamba kiwango cha, kwa sababu nimwambia WorldRemit ni njia rahisi. Baadaye akaniambia WorldRemit, kiasi miachopokea pesa ni shingapi kwa siku? Nikamwambia milioni tano. Akasema milioni tano mi haitoshi, kwani wewe shingapi shingapi utakupokea? Dola elfu ishirini ishirini, hiyo si milioni hamsini kabisa, hiyo haiwezekani, maana hiyo ni benki lakini obviously nikashajua tu kwamba huyu ni tapeli. Kwa hiyo, madada zangu, jamani, ninawaho, nina wasiwasi, nina wasiwasi sana. Ninaongea na nyinyi kwa sababu ndo wengi ambao mnanitafuta mkiniambia hizo hizo sana nizo issue. Jifunzeni kujua sign za mtu, sign za kutapeliwa mtandaoni. Ujue mtandaoni sasa hivi kuna scammers ni wengi. Na wanga wakubwa sana ni madada au wanawake. Wanga wakubwa ni madada na wanawake. Umeona? Angalia viashiria ambavyo vizavi vikakupelekea ukahisi kwamba huyu mtu anatakuwa ni tapeli au ni mtu ambaye sani natakiwa kuwa nae makini sana, kwa sababu mtandaoni mtu anakuambia tunakutumia milioni hamsini, unajua kucheza jackpot yote, unajua kufanya kitu chote. Milioni hamsini, obviously ni tapeli. Umeona hivyo? Yeah, kwao nadhani hili swala guys, nadhani hili swala naomba ifike point, wadada tuwe makini. Au actually niseme tu madada, mtu yoyote. Umeona, nadhani sometimes hata sisi wenyewe wanaume, kwao kikubwa Tuwe makini sana na mtu anapokuwa anatokea anakwambia, kwamba bana, nataka nikutumie pesa. Hujui mazingira gani ambayo mtu anakutumia pesa, ujue kucheza pesa, ujue kutumia na nini, ujue kucheza kitu chochote cha kufanya uweze kukutumia pesa. Na kitu kingine unashindwa hata ku make sense. Mtu anakwambia bana, nataka nikutumie milioni hamsini, kitu ambacho ni uongo, lakini anakwambia hata milioni hamsini, lakini kutumia milioni hamsini, inabidi kwanza unitumie mimi milioni nne au milioni tano ili niweze kukutumia hela Kwani kwa kwa akili ya kawaida, siataka kutumia milioni hamsini na nasema wewe mtumie milioni tano, kwa nini asikutumie milioni, milioni arobaini na tano fil milioni tano ambayo anasema um, umtumie abaki nayo yeye? Umeona, yani, like, unashindwa ta, yani, tunashindwa mtu, mtu anashindwa kung'amua kitu kama hicho yani, mtu anakutumia pesa mpaka wewe mtumie pesa, obviously nitapeli yani, nitapeli so. Kama wewe ni mtu ni mmoja kati ya waanga ambao ushakutana na, na naishu kama hii hem, tuambie kwenye comments hapo, wewe ilikuwa vipi, na kama ushae kukumbana na huu msala kama huu, wape experience wengine, ili waweze kujifunza. Lakini kiukweli, madada wadada, tuweni makini sana, hili swala nadhani linawaangamiza sana wadada wengi, yani waanga wakubwa wa mitandao ya kijamii au wahanga wakubwa wa online scammers ni wanawake au mad, wadada, kwa sababu wao kiukweli ni vigumu kwanza kujua viashiria vya mtu vya mtu kumtapeli, na mara nyingi hao matapeli huwa wana target nini? Wadada, kwa sababu wajua wana dada kwanza ni rahisi, watawafliti mtandaoni, wakisha wafliti kama wanawatongoza na nini afu kisha mimi bali mimi nakupenda, nataka nikutumie pesa, ila kutumia hizi pesa inabidi kwanza unitumie mimi, na na mimi pesa iweze kufika vizuri na, na sababu anaweza kuambia kwamba umtumie pesa ili aweze kutuma pesa. Ni kwa sababu anasema kwamba ana siyo, kuna kosti za, za kwenye ndege, sijuizi usafirishaji, siyo ni nini nini, kwa lazima utume utume nini, lazima utume hela yani kiasi fulani cha pesa, kitu ambacho ni nonsense. Kama anatumia milioni 50 kwa nini asichukue milioni kumi akakutumia milioni 40 hiyo milioni kumi akatumia aka, aka cover kama kama cover fee ya kutumia wewe pesa. Kwa mtu ambaye like ni mdadisi wa mambo, obviously utaelewa tu kwamba hapa nataka kupigwa ila kama ni mtu ambaye ni mgumu kuelewa, obviously utatapeliwa. Kwa hiyo guys, next time, wadada, tujifunzeni kuwa makini sana sana na masikama, sasa hivi ni wengi sana mtandaoni. Kwa hiyo tujifunze guys, so ni hivyo niwaambia kwa siku ya leo. For more videos kama hizi na tips mbalimbali, make sure una follow na tukutane kwenye videos zijazo. Peace.